Baada ya kusikiliza taarifa fupi zilizotolewa na washiriki na viongozi wa shughuli hii, nimegundua kuwa programu hii ya Mkuba imeanza 2018 na huko nyuma kwa wenzetu imefikia kwenye vijiji 39 na vikundi 201 ambavyo vimeanza katika vijiji hivyo. Programu imeweza kuwafikia zaidi ya wanachama elfu sita na sitini na mbili. Tuwapongeze sana wa viongozi wa programu hii, na kwa sasa programu hii imefikia Kizimkazi Mkunguni katika vikundi vyetu vitano ambavyo vimeunda jumla wanachama 150 kama ilivyosemwa kupitia taarifa zetu. Tupo, tuwapongeze sana wanachama wa Kizimkazi Mkunguni, kwani mafanikio haya mliyoyapata kwa sasa yatakuwa chachu ya, ya maendeleo kwenu, na endeleeni kukuza kukaza uzi katika utendaji wenu wa uhifadhi wa mazingira na kujishughulisha na shughuli za kiuchumi katika ngazi za familia. Kwa kufanya hivyo mnaacha urithi mkubwa si tu kwa vijana wetu bali kwa ulimwengu na taifa kwa ujumla. Ndugu wanachama wa Mkuba, mabibi na mabwana, ningependa kuwakumbusha mambo mengine muhimu kuhusu elimu ya usimamizi na uendeshaji wa vikundi pamoja na elimu ya fedha mlioipata. Ni muhimu kuendelea na utamaduni wa kujiwekea akiba pamoja na kuwa na bajeti. Aidha, muwe waadilifu katika vikundi pamoja na na kuwa wajasiriamali Naamini wakati wa mafunzo walimu wenu waliwasisitiza kufuata sheria na taratibu za kikundi ama vikundi vyenu. Na katika muda mfupi huu unaofuata, mtakabidhiwa fedha kwa ajili ya kukop, kukopeshana. Mnaombwa vijana, mwibue fursa na muwe wajasiriamali wazuri, na kwa kufanya hivyo mtaweza kujiajiri wenyewe na kuongeza kipato kwa ajili ya maendeleo yenu. Mheshimiwa Mwenyekiti, wanachama wa MKUBA, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, hii ni sherehe ya kutoa fedha ama kukabidhi fedha kwa vikundi vyetu hivi vya, vya MKUBA vya hapa Kizimkazi Mkunguni. Nisingependa kuwachosha kwa hotuba ndefu. Ninawapongeza tena wote mlioshiriki kufanikisha sherehe hii. Hongereni sana wana Mkuba, mnastahiki pongezi za, za, za dhati kwa juhudi mnazozifanya katika uhifadhi wa mazingira hasa mazingira ya bahari, na shughuli hizi mnazozifanya <coughs> ni miongoni mwa jitihada za serikali kuhakikisha kwamba wananchi wanapata uelewa kwa namna yote ile kuweza kukabiliana na mazingira yetu haya tunayoishi ya juu ya nchi kavu pamoja na baharini, ili yalete manufaa kwa wananchi wetu, vizazi vya leo na vya kesho. Na kwa namna ya pekee nichukue nafasi hii kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Kusini kumpongeza mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Dkt. Hussein Ali Hassan Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa jitihada wanazozifanya, jitihada kubwa za kuvutia wawekezaji binafsi kwa ajili ya kusaidia wananchi hawa kujikwamua kiuchumi katika namna yoyote ile. Ni miongoni mwa mikakati yao wanayoendelea kuitekeleza wa kwa kiwango kikubwa sana. E, tuendelee kuwaombea na kuwapongeza viongozi wetu hawa ili tuweze kuendana nao na kasi zao za kuwapatia wananchi wetu huduma za kijamii zikiwemo huduma za mikopo na huduma mbalimbali mbali katika kujikwamua na changamoto zinazowakabili. Mila ya kukutana ni kwamba kuhitimisha ahadi ambayo ilitolewa na MCC kwamba tutaunda vikundi alafu tutavisomesha na baada ya mafunzo basi tutaweza kutoa ruzuku kwa ajili ya kuendesha shughuli zao. Kwa hiyo fedha ambazo zinatoka leo zinatoka kwa misingi ya kwamba tuendelee kuhifadhi bahari na tuendelee kuto kutumia ile rasilimali ya bahari kwa njia isiyostahiki, badala yake tujikite kufanya biashara mbalimbali na miradi mbalimbali mbali, ili tuweze kunyanyua hali zetu za maisha. Ndiyo dhamira kubwa ya fedha hizo zinazotoka. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu kwamba mwende mkakopeshane bila riba kama tulivyokubaliana, na watu warejeshe na wengine waweze kupata nafasi ya kukopa ili kila mmoja awekeze kwenye sehemu ambayo anaona inafaa, sababu so, kwa wengine watakuwa wamewekeza kwenye zana za uvuvi, wengine watakwenda kwenye, kwenye biashara, wengine watakwenda kwenye usafiri. Kwa hiyo kila mmoja na anavyopanga mpango wake wa biashara na vile anavyoona inafaa kufanya katika kuendeleza maisha yake walioko mbele yako ni wanavikundi wa Mkuba ambao wameunda vikundi vitano. Vikundi hivi vimejumuisha jumla ya watu 30 kwa kila kikundi na kujumuisha watu mia moja na hamsini. Ndugu mgeni rasmi, Mkuba ni mfuko wa kutunza bahari, hivyo Mkuba una lengo la kusaidia jamii ya Kizimkazi Mkunguni katika usimamizi wa rasilimali za bahari kwa kushiriki mambo yafuatayo: la kwanza kushiriki katika doria na kuripoti uharibifu unaotokea, kupanda na kutunza miti karibu na pwani, kusafisha fukwe na kutunza mazingira, kutoa elimu kwa wanajamii juu ya utunzaji wa mazingira, na mwisho kushiriki mambo mbalimbali ya shehia ikiwemo mikutano na kazi za kujenga taifa. Ndugu mgeni rasmi Mkuba unatoa mikopo ya fedha kwa wanachama wake kwa ajili ya kuendesha biashara ili kujikimu kimaisha na kupunguza wimbi kubwa la kutegemea rasilimali za bahari. Aidha, wajumbe wamepata fursa ya kushiriki na kusimamia rasilimali sambamba na kujenga uelewa juu ya dhana ya usimamizi shiriki, shirikishi wa rasilimali za bahari yetu. Ndugu mgeni rasmi, Ujue ya kwamba kamati ya uvuvi ya shehia ndiyo yenye kuratibu na kusimamia fedha za mkuba kwa kuhakikisha wanachama wanazuia uvuvi haramu na kushiriki katika usimamizi na utunzaji wa rasilimali za bahari. Hivyo ni wasihi wana vikundi wenzangu kwa mambo yafuatayo: la kwanza, viongozi kusimamia kwa weledi na kutenda haki kuzitumia ipasavyo pesa wanazopewa katika vikundi vyao, kushirikiana pamoja katika kutoa maamuzi, kurejesha pesa kwa wakati ili na wengine wanufaike, kuzitumia pesa bila ya malengo maalum. Mkuba oye! Oye! Ndugu oh, mgeni rasmi wanakikundi wenzangu, tuelewe ya kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi kwa kuwachagua viongozi wetu pendwa wa nchi na majimbo ifikapo mwezi wa Oktoba, kwa kutiki vyema viongozi wenye kupenda maendeleo ya nchi na maslahi ya wananchi. Mungu atuweke wa hai kwa kutimiza azma yetu hiyo kwa kuchagua viongozi sahihi kubaki madarakani, kwani wao ndio wanaotoa msukumo mkubwa kwa taasisi za kimaendeleo kuweza kushuka chini na kuwasaidia wanyonge. Hatuna budi kusema, mitano tena! Mama Samia oye! Baba Mwinyi oye! mitano tena!